Sadaka yoyote unayotoa popote tu kwa sababu pana msalaba unafanya, ni ibada ya wafu, kwa sababu sio kila penye msalaba ni kanisa. Hata makaburini pana msalaba pana misalaba. Kwa hiyo Biblia inasema e, un, un, una jina la kuwa hai nawe umekufa. Mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, nabii asiye piga kelele, asiye tayari kutoa uhai, kuuawa yeye, kufungwa gerezani yeye, ili awatetee wanaoonewa, wanaotekwa, wanaodhulumiwa huyo ni marehemu, ana jina la kuwa hai, jina la kuwa mwalimu, jina la kuwa mtume, jina la kuwa mchungaji, jina la kuwa nabii, lakini amekufa. Huo ni msalaba kab, ni msalaba kaburini. Hata kama utaona mahali ameweka michoro chola misalaba hapo, sio kila penye misalaba msalaba ni kanisani, hata makaburini pana misalaba. Huyo ni kaburi, hapo ni kaburini, hilo sio kanisa, hapo hapana Mungu. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo E, nalazimika kutoa ufafanuzi juu ya utata uliojitokeza kidogo juu ya kauli ya huyu mwanamke ambaye alisema wachungaji au wahubiri wasiotutetea tunapopatwa na mabaya, tunapotekwa, tunapouawa, haipaswi hata tutoe sadaka kwao. Sasa kuna watu wamehoji, sadaka tunatoa ni kwa mtu au tunatoa ni kwa Mungu? Sasa nataka nitofautishe hapa kutoa sadaka kwa Mungu ndo nini? Jibu la mapema, nataka ufahamu sadaka tunatoa ni kwa mtu mwenye tabia za uungu. Yaani, kuna tabia fulani unaziona kwa mtu, matendo fulani unayaona kwa mtu. Ukishaona matendo kama hayo, unajua hapa ni kwa Mungu, hapa Mungu yupo. Kabla ya hapo, sikiliza kidogo hii kauli ya huyu mwanamke kidogo, alafu baada ya hapo ni kurudie kwa maandiko. Sasa ni kurudie kwa maandiko. Nyinyi kazi yenu ni kukusanya sadaka tu, ili mvimbishe vitambi, lakini hamtaki kusimama na sisi tunapokuwa tunateketea. Then why are we going to church? Then tunafanya nini kwenda kwenye makanisa? Ifike mahali sasa, na Wakristo ambao mnanisikia hapa, hizi sadaka ambazo mnazipeleka kwenye makanisa kama haya, nini to stop, kwa sababu wanaendesha mashangingi through your sadaka Wanakaa vizuri, amekaa pale juu lile joo analovaa ni sadaka yako. Angalia ni sadaka ngapi sasahivi tunakuwa tukichangishwa makanisani. Nimekuwa mfuasi mkubwa sana wa kutoa misaada na michango mikubwa kwenye makanisa yangu. What? I stop. I say, na sina wasiwasi wa kusema Nina stop kutoa sadaka zangu zote, hata kama kuna ambayo nimeahidi. Mungu ndo shahidi yangu, Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 13 na 14 Imeandikwa kusema ujihadhari, usitoe sadaka zako za kuteketezwa katika kila mahali upaonapo, bali katika mahali atakapachagua Bwana katika kabila zako mojawapo, ndipo utakapotoa sadaka zako za kuteketezwa, ndipo utakapotenda yote. Ni kwa muluyo hapa tuanze, anapopachagua Bwana. Nataka ufahamu, Mungu hachagui katikati ya kundi kubwa la watu kuselekti kwamba nampenda huyu. Bibilia inasema Mungu anawalipa watu sawa sawa na matendo yao. Ukisikia Mungu kukuchagua, wateule waitoao ni wengi, wateule ni wachache. Si swala la anaangalia, ebuni kwa rangi ile, kwa, kwa sura ile. Katika kitabu cha Samueli anasema wanadamu huangalia sura ya nje, lakini Mungu utazama moyo. Nimekuambia mara kadhaa, nikusomea hilo andiko, nimekuambia mara kadhaa. Moyo ni ule ule tunao utazama sisi, tunaposema mtu huyo ana moyo, moyo ni kuwa na kufanya kwa, kwa moyo wa ziada, kufanya ziada, kufanya zaidi ya wengine wanavyoweza kufanya, kuwa mwaminifu, kuwa na bidii, hata katika eneo ambalo linavunja moyo, wengine wamechoka, wengine waoni maana, wengine wameumia, wewe kuendelea, huo ndo moyo. Mungu huangalia moyo, sio kitu kinachodunda. Kwamba Mungu huangalia moyo, wanadamu hutazama si zainje. Narudi kwenye sadaka, lakini nikujulishe, moyo ambao Mungu huutazama huwa nimetaka, watu wengi muwe muna mnafunguka taratibu, mwe mnafunguka taratibu. Narudi kwenye sadaka, tunatoa kwa mtu mwenye tabia za Mungu. Na kama mtu huyo ana tabia za Mungu, usitoe ta sadaka. Mtu ana huruma, hatetei, hawaokoi, hasimami kufa kwa niaba ya waumini, usitoe sadaka kwa huyo. Huyo hapo hapana Mungu hapo. Sasa nibaki kwanza hapa, Mungu uangalia moyo katika Samueli wa kwanza kumi na sita mstari wa saba lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana angalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura nje, bali Bwana hutazama moyo. Sasa hapa Mungu anamkataa Eliabu kwamba wewe Samueli unamuona kwa sura yake ya nje, kwa tai yake, kwa kola yake, kwa kitambi chake mimi naangalia moyo. Sasa Mungu anayeangalia moyo amemkataa e, e, e, e, Oriabu huyu. Alafu baadaye amemkataa na mwingine, anakuja anakuja kumkubali Samweli, Samweli anakuja kumkubali Daudi. Daudi anayemkubali moyo anauangaliaje? katika kitabu hicho hicho kumi na sita sasa mstari wa kumi na nane ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akasema, tazama nimemwona mwana mmoja wa Yese Bethlehemu aliye stadi wa kupiga kinubi tena ni mtu shujaa, hodari wa vita, anenaye kwa busara, mtu mzuri ambaye Bwana yu pamoja naye. Huyu anamsaja anamsema sasa ni Daudi. Mungu anaangalia moyo. Uone moyo anaouangalia Mungu unakuwa na sifa gani? Ni stadi wa kupiga kinubi, ndo Mungu anaoangalia moyo. Tena ni mtu shujaa, Mungu anaangalia moyo wa aina hiyo. Hodari wa vita, Mungu anaangalia moyo wa aina. Ananena kwa busara Mungu ananena moyo wa aina hiyo. Mtu ni mzuri katika kila maamuzi anayochukua, Mungu anaangalia moyo wa aina hiyo. Kwa hiyo nimetaka ukisikia e, atakapopachagua Mungu, atakayemchagua Mungu, usidhani atamwokota tu, kwa sababu analikitambi, anakola, ana watu wanapiga kelele, wanasema kwamba ni mtumishi wa Mungu. Hapana, lazima awe na tabia fulani ambazo hata wanadamu tabia za aina hiyo, mtaridhishwa na mtu wa aina hiyo, mtapenda kwamba kwa kweli hata kama Mungu hayuko, lakini mtu huyu, mtu huyu safi sana. Yani, mtu huyu kwenye eneo hili safi, kwenye huruma safi, kwenye uhodari safi, kwenye ushujaa safi, kupigania watu, kuwa tayari kupoteza uhai wake kwa ajili ya watu wengine safi. Sadaka yako ndo natakiwa utoe hapo. Samueli wa kwanza. Sasa nirudi kwenye eneo la sadaka, nirudi kwenye eneo la sadaka. Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi na saba tu nakuelezea kisa kilivyo. Mstari wa kumi na saba nasema hivyo, dhambi yao wale vijana ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana, kwa maana hao watu walidharau sadaka ya Bwana. Hawa wana wa Eli walikuwa na matumizi mabaya ya sadaka walikuwa na matumizi mabaya ya sadaka. Ni kwa sababu hiyo watu walidharau sadaka, walidharau kutoa sadaka. Nataka ufahamu, tunatoa sadaka kwa mtu anayeweza kuitumia kwa niaba yetu, anayeweza kuitumia vizuri zaidi. Yani mfano, kuna watu wanatekwa, kuna watu wanauawa, kuna watu wanaonewa, wewe huwezi kusema huyo akisema atakuwa gerezani, e, ata, ata, familia yake itapata shida juu ya chakula. Kwa hiyo mtu anayeweza kufanya usichoweza kufanya ndiye unamtegemeza kwa pesa zako, ili ikiwezekana akonsentreti kukusemea, kukufanyia usiloweza kufanya wewe. Sadaka unaitoa kwa mtu anayeweza kukufanyia jambo ambalo huwezi kufanya wewe, kwa namna usioweza kufanya wewe. Kwa hiyo huyu mwanamke anataka uelewa anayosema yu kwamba tunaacha kutoa sadaka kwa wachungaji na wahubiri wasiotusemea tunapouawa, tunapoteswa. Hivyo ndivyo Bibilia inataka tuchukulie mambo, kwa sababu mwisho wa siku kama watoto wa Eli E, watu wanatoa sadaka, wanaichukua sadaka wanaitumia wanavyotaka, wanatumia kwa matumizi yao, wanatumia kwa ubinafsi wao, hawaitumii wawezeshe kuwa kinywa kuwa salama ya jamii. Hebu nisimame hapo, niende katika Luka kumi na saba. Luka kumi na saba, uone Yesu mwenyewe, Yesu mwenyewe, Luka kumi na saba mstari nianzie tu msala wa kumi na moja nisome kisa chote mpaka kumi na tisa. Anasema hivi, ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu kumi wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, e, Yesu bwana bua, mkubwa uturehemu. Alipowaona aliwaambia Enendeni, mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda wakatakasika, na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi, huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena akawambia, hawakutakaswa wote kumi wale? Kenda wao wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akawambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Huyu kaenda kwa Mungu. Yesu amewaponya wote kumi, lakini je, amewambia, amewambia, Yesu amewaponya wote kumi. Mwisho kawambia, nendeni mkajionyeshe kwa, kwa kuhani, nendeni mukatoe sadaka hekaluni kanisani. Huyu mmoja anarudi, huyu mmoja narudi nasema, ah, mi kanisani ni huku nilikomwona mtu ambaye kaacha mambo yake kapigania tabu yangu, mi narudi kutoa shukurani kwa huyu Yesu. Amfukuzi kumwambia kwamba nimesema, katoe kwa Mungu, sitoe kwa mtu, katoe kwa Mungu. Nataka ufahamu Mungu ni mtu mwenye tabia ambazo ukiziona utasema bila shaka hapa Mungu yupo. Mimi nimewambia wakati wote ya kwamba Mungu ni tabia, shetani ni tabia. Mtu akipata ajali, akifeli masomo, akipata hasara kwenye biashara, akifa, pana msiba mahali, huwa tunasema shetani kajiinua hapa mtu akifaulu masomo akipata faida kwenye biashara akapona ugonjwa akapona ajali akapona hatari, tunasema Mungu amejiinua hapa. Mungu ni tabia njema, mambo mema. Shetani ni tabia mbaya, roho mbaya. Ikiwa mchungaji, nabii, askofu at atav atakuwa na huruma ya kuwahurumia wanaoteswa, wanaoonewa, kupiga kelele, kuwa radhi kufa kwa ajili yao kwa niaba yao. Huyo ndiye tunatakiwa tutoe sadaka kwa huyo. Nilikusomea na nirudie tena kusoma, nilikusomea na nirudie tena kusoma Yohana wa kwanza sura ya tatu mstari wa kumi na sita imeandikwa kusema: katika hili tumelifahamu pendo, ya kwamba yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu; imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Yesu aliutoa uhai kwa ajili yetu, na ndo tunatoa sadaka, tunasema tunatoa kwa Yesu, tunatoa kwa Mungu. Imetupasa na sisi kutoa uhai kwa ajili ya watu wengine. Tunatoa uhai kwa ajili ya watu gani? Yule mtu ambaye anaumizwa mahali hana wa kumtetea unaingilia kati wewe kuumizwa kwa niaba yake. Sasa ndio maana katika topic iliyopita nilikwambia kwamba wahubiri sio Wakristo, sababu mhubiri aliye tayari kupata madhara, kuuawa, yeye wauawe, watoto wake kwa niaba ya watoto wa waumini wake, kwa niaba ya mke wake, auawe wa yeye kwa niaba ya wake waume za wengine ni kitu ambacho si rahisi. Yohana kumi na tano mstari wa kumi na tatu anasema, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Upendo kwa Mkristo ni kutoa uhai kwa ajili ya rafiki zako, sio wema, sio waliokutendea mema, bali ambao wewe umependa kuwaokoa kwa sababu ya huruma ulionayo. Nimetaka tu nijibu jambo hili kwamba tunatoa sadaka kwa mtu anayeweza kufanya tusioweza kufanya, anayeweza kubeba mzigo tusioweza kubeba, anayeweza kuingilia kati mambo ambayo sisi tunakuwa tumeinua mikono hiyo ndiyo tabia ya Mungu. Hapo ndiyo mahali Mungu yupo, mtu huyo ndiye picha ya Mungu. Sadaka yoyote unayotoa popote tu kwa sababu pana msalaba unafanya, ni ibada ya wafu, kwa sababu sio kila penye msalaba ni kanisa. Hata makaburini pana msalaba, pana misalaba. Kwa hiyo Biblia inasema, e, un, una jina la kuwa hai nawe umekufa. Mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, nabii asiye piga kelele, asiye tayari kutoa uhai kuuawa yeye, kufungwa gerezani yeye, ili awatetee wanaoonewa, wanaotekwa, wanaodhulumiwa, huyo ni marehemu, ana jina la kuwa hai, jina la kuwa mwalimu jina la kuwa mtume jina la kuwa mchungaji jina la kuwa nabii lakini amekufa. Huo ni msalaba kab, ni msalaba kaburini. Hata kama utaona mahali ameweka michorachora misalaba hapo, sio kila penye misalaba, msalaba ni kanisani. Hata makaburini pana misalaba, huyo ni kaburi, hapo ni kaburini, hilo sio kanisa. Hapo hapana Mungu. Mungu ni kufanya ambalo wengine wasingeweza kulifanya, kujihatarisha wewe ili kuokoa wengine. Naamini kwa sehemu umepata jibu, na nikujulishe tu kwamba sadaka zako unapoteza kutoa kwa mchungaji, kwa nabii, kwa mwalimu, kwa mwinjilisti, kwa askofu ambaye si mstari wa mbele kuwa kinywa cha wasio na kinywa kuwa miguu kwa wasio na miguu. Nimekusomea mara kadhaa tabia za wacha Mungu akina, akina Ayubu na nimalizie kukusomea andiko hili, tabia za watu wa Mungu kabla ya Ayubu. Kuna hii Methali thelathini na moja mstari wa nane ambayo ndio tabia ya mtu wa Mungu anavyotakiwa kuwa. Inasema kwamba fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliye bubu, uwatetee wote watu wote walioachwa peke yao. Hiyo ndio tabia ya mtu wa Mungu, Ayubu 29, Ayubu 29 mstari wa ngapi? mstari E, wa kumi na tano anasema, nalikuwa macho kwa kipofu, nalikuwa miguu kwa aliyechechemea, nalikuwa baba kwa mhitaji, na kesi ya mtu nisiyemjua naliichunguza, na kesi ya mtu nisiyemjua dawa ya, shio, ya mtu nisiyemjua naliichunguza. Hizo ndio tabia za mcha Mungu, za mtu aliye na Mungu kwa huyu ukitoa sadaka mtu mwenye tabia kama hizi, unatoa ni kwa Mungu. Lakini lijitu ambalo alichunguzi kesi ya watu wasio ambao haliwajui ha, ha, sio macho ya wasioona, sio miguu ya wasiotembea, hilo ni kaburi. Inatosha kwa leo hii. Ni sauti ya mtu aliye toka kumhifadhi sifa na ni sauti ya mtu aliye toka gerezani, anasema: itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa ama afae katika Bwana, tangu sasa apate pumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki, mwamuzi wa mwisho, yu karibu kuja. Hii ni maana neno maranatha.